Mtazamaji wa PDK Generation. Leo tuko kwenye kuchimba dawa, leo tuko kwenye kuchimba dawa, na kuchimba dawa hii eh, kuna sometimes ukiwa kwa mfano nasafiri uko kwenye basi ikasimama eh, mahali ikasema tuchimbe dawa, japo unafikii kisheria ile, ile, ile hairuhusiwi eh, lakini ina maana yake nyingine, lakini maana yake na hisi ilitolewa kwenye maana hii halisi ya kuchimba dawa ambayo nitakwenda kuionyesha hapa kwa kutumia vifaa hivi hmm? Vifaa hivi hapa, nina sururu e, sururu, na hii ni e, hii inaitwa shumbwa. Sasa Kiswahili chake sikijui vizuri, lakini tunaita shumbwa e, hivi ni baadhi tu ya vifaa ambavyo vinaweza kutumika katika kuchimba dawa ili kuweza kuitoa hiyo dawa vizuri bila kuumiza. Pia inategemea unataka kuua kabisa huo mti, unataka kuchimba dawa, au unataka kufanyaje? Kwa hiyo hapa dawa tunatakayo kwenda kuchimba e, ni mizizi tokanayo na mmea huu, na uona hapa huu, huu hapa huu, huu ambao umeshuka mpaka chini kule. Sasa tutachimba kwa sababu tunataka mizizi, huu mmea mmea mzima huu ambao unafahamika kwa e, jina la kisayansi au la kitaalamu kisayansi tuseme, majina yetu yale ya kisayansi ambayo dunia iliamua ndio tuwe tunayezingatia hayo. E, waliita huu mmea kama Zanthoxylum Clava Hercules, na hilo jina lina maana yake hiyo. E, Zanthoxylum inatokana na content ya huu mmea. Huu mmea ndani yake una e, ni naweza kusema kwa lugha y rahisi ya Kiswahili mafuta fulani ambayo yanaitwa xanthoxylin. Kwa hiyo ndio maana na wenyewe akaanza na hilo jina Zanthoxylum kwa sababu ya content yake. Ambayo mafuta hayo yana matumizi mengi tu ya kiafya e, kwa ajili ya kutibu maradhi ya aina tofauti tofauti au changamoto fulani fulani za kiafya alafu ile habari ilojira illofuatia mbele yake ambayo ni Clava Herculis, ni kwa sababu ya huu mti wake huu sasa huu mti wake hili shina hili hili shina lina miiba una miiba miiba kama unaweza kuona hapa una miiba iko huku miiba hii alafu hii miiba sasa e, na huu, hii system yake auma like hili shina lake hili E, wataalam hao wakawa wameifananisha na lile rungu, e, clava kwa Kilatini ni rungu. Ni hiyo ni clava, e, clava ambayo ni kama ni rungu. Alafu herculis imetokana na yule shujaa wa Kigiriki, nadhani kwa wale ambao mnatazama picha za Kigiriki za zamani, e, kuna yule jamaa anakuwa anali lirungu fulani ambalo limezungushiwa kama sengenge hivi, yani lina vi, e, mi, mi, kama misumari misumari hivi, ambalo kwa naenda nalo vitani eh, anashika hivi hapo, anakuwa anapiga watu, piga, toa damu. Ah, zile horror movies, e, wale ambao wanaangalia picha za namna hiyo, mimi nilikuwa naangalia e, miaka ya nyuma, ila saizi e, nimeacha, siangalii tena. Nafikiri na, naangalia movie kwa ni kama siangalii tena. Ah uh, lakini walidirive hilo jina Hercules kutoka huko kwa sababu ya nature ya lile lirungu ambalo likuwa kama misumari misumari ambalo alikuwa anatumia shujaa wa Wagiriki miaka hiyo ya kale, eh, enzi za kale kabisa huko e, ambaye alikuwa anaitwa Hercules. Hercules. Yes, sasa Hercules wakaunganisha na hiyo eh, clava ambayo ni club, wakaunganisha na content ya huu mmea kwa kiasi kikubwa ila yeah, nyingine nyingi lakini moja wapo ni hiyo Zanthoxylin ambayo ni mafuta fulani ambayo inaweza kupatikana kwenye sehemu zote za mmea huu, sio kwenye back tu, kwenye majani, kwenye shina hili na kwenye mizizi pia, hiyo content ipo. Kwa hiyo ndio mmea huu ukaitwa Zanthoxylum clava-herculis. Yes, sasa tukitaka kuchi, kama tunataka mzizi sasa. Sasa hiyo nimesema ni jina la <laughs> la kisayansi eh, kama ambavyo dunia ilikubaliana eh, lakini kwa mfano kwa sisi hapa hapa eh, hapa kwa wazee wazee wetu wamekuwa wanatumia eh, mimea hii miaka mingi miaka nenda miaka rudi eh, sasa hapa kwa Kichaga eh, kwa mfano hapa ni Korombo kwa wenyeji wa maeneo haya ambao ni Wachaga wa maeneo haya, hili wanaita mrungurungu, lela huwa mrungurungu. Kwa hiyo lakini kisayansi ni kama nilivyosema, sasa mizizi yake wazee walivyokuwa wanafanya, unaweza ukachimba kwa kutumia hii. Sasa hii inategemea hii inategemea sasa ume, unataka kutoa huo mzizi kwa staili gani, au huo mzizi kama uko jirani na mizizi mingine e, afu unataka labda upige hivi, unaweza ukakata mwingine ambao hutaki kukata wakati huo, kwa sababu huu mmea unatakiwa uendelee kubaki hapo kwa miaka mingi. Kwa hiyo unaweza ukakata mzizi mmoja ukautoa, kama ni mrefu kabisa, ukaondoka nao ukaenda kufanya shughuli zako baadaye ukasubiri pale kwenye kidonda ulikupumiza pakapona, afu narudisha udongo, narudisha udongo. Siku nyingine tena unakuja ukihitaji dawa unachimba tena mara pengine. Sasa, inawezekana kukata kwa staili hii yani kwa kufanya hivi ikawa inashindikana au unaweza ukawa unaumiza mizizi mingine ambayo huna kazi nayo au hutaki kitoke kwa wakati huu shumbo. Sasa, kwa utatumia hii shumbwa, hii shumbwa unaitumia ee, unafanya hivi, manake hio unakata tu, naona kama hivyo nilivyopiga huo. Manake ngoja, onesha hapa, ni mkubwa sana huo niliopiga huo, lakini sina nia ya kutoa kwa sasa uh -huh. Kwa unapiga hivi au, vijana waskizi wanasema humu tu, humu tu, humu, kwa unapiga hivyo uh -huh. unakuwa <laughs> Una ume Alafu unavuta mizizi yako unaitoa. Sasa nitakwenda kuonyesha vizuri, kuna ambayo imeota upande wa pili pale. Nitakwenda kuonyesha namna ya kufanya. E, hii shumbwa inatumika pia kwenye kupangilia, kwenye kupangilia migomba. sasa ngoja nitakuonyesha kiuhalisia, mti ni huo huo. mti ni huo huo lakini hapa sasa ni kwamba kulikuwa na mizizi imepita hapo, miti ikajiotea hiyo. Kwa inabidi nataka nitoe, nibakize mmoja tu. Sasa kwenye kuitoa, sasa kwa sababu hii nataka kutoa mizizi yote, ilikuwepo mitatu kwa moja hapa, nisha utoa, kuna huu mwingine huu na huu hapa, hapa. Mimi ninachotaka kufanya nitatoa hizi hapa, nitazitoa nitabakiza ule mmoja tu pale ule. Uh, peke yake eh, ili uendelee wenyewe hapa. Mtazamaji, nimesha choma na kamwiba, ina miiba hii matawi yake. Kwa sababu nataka kutoa kwa staili hiyo, nafanya hivi, nitakuonyesha mzizi yake inavyokaa. Miongoni mwa visemu vinavyotawata ni hivi, na harufu fulani nzuri, ndo hiyo Zanthoxylum au Zanthoxylum Ingereza hivi navyo bwana kwa hapa tunachimba dawa hii, ndo kuchimba dawa sasa sana ile nyingine uh. Naona inapokuwa mzizi wake huu ni mfano wa ee, mzizi wake huo, ah. Yes. So nice. Nakuwa na harufu fulani hivi nzuri. Kwa hiyo tutaweka pale, takuwa na shughuli nao sasa. Mti huu kwamba unasaka kuuliza, sasa unatibu nini huu, mizizi yake, maganda yake, unatibu vitu vingi sana, vitu vingi sana, na imekuwa ikitumika kwa miaka mingi tokea zamani huko, vitu kama maumivu ya maumivu ya meno, toothache. Kwa dentist, naomba tuonane, tujue tunafanyaje hapa. Eh, naona hii sasa, naona chuma hichi imekaa ah, vizuri sana. Mzizi wake mwingine huu hapa tawanika kidogo, alafu nitachemsha baadaye. Hmm, tutaona namna ya kufanya, lakini sasa nitoe tu tahadhari hapa, watu wasija waka wakaanza kujitafutia tu hizi, alafu wakatumia bila utaratibu sababu kuna utaalamu wake, kuna namna yake ya ku mm-hmm, kuna namna yake ya kutumia hizi, kwa usijitumie tumie tu, utaanza kuharibu figo zako. Sio hii peke yake, na dawa nyingine nyingi za na miti shamba. Tunachokosea ni mtu anakwenda na anakula tu Ajui wazee walikuwa wanatumiaje, ajui tafiti zimesemaje kuhusu matumizi ya mmea huo kiasi, ile inakuwa shida sana kuki establish. nanukia vizuri sana, eh. smells so good. <clears throat> kwa kama unataka kukata kwa staili hiyo, ndo natumia hii Ha. Ah. Yaani hii yaani ina smell vizuri sana hii, hmm? ina smell vizuri sana naona hii, huu, hmm, ndio mrungurungu, mrungurungu, wapo kwa Kichaga. Lakini kwa utaratibu wa kisayansi majina tulivyokubaliana kuita hii mimea ni Zanthoxylum clava-herculis. Zanthoxylum clava-herculis ndio hiyo. Ah, pale kwa sababu nataka kutoa wote tu, ibakize kamoja kale, nakuwa shughuli yangu hapo imeisha. uhum. Ni mchungu lakini sio mtamu. Harufu yake ni nzuri, lakini ukitafuna mchungu sana.

Sasa ah. ah. ngoja ya ni ache kwanza hapa. <coughs> Ntaenda kukuonesha, ntakuonyesha kwa sehemu kidogo klipu ya video yangu itakayofuatia ambayo ni kuhusu mmea huu hapa. Ntakuonyesha tu kama introduction <coughs> ili niile hapo kidogo alafu nikisha kula <coughs> nimesafisha kinywa kwa sababu hii kitu niliyokula ni chungu balaa. Hmm. Katika video inayokuja inayofatia hapa, PDK Generation itakueleza kuhusu mapera. Huu ni mti wa mapera na haya unayoona ni mapera yale mekundu. Mm. Kwa kuota maeneo haya miaka nenda miaka miaka yote. Kwa hiyo inaweza kawa kubwa likachoka likafa yakaendea kuota mengine. Kwa haya hayana muda mrefu sana, anajiotea tu huko um, maeneo ya mipakani na umo uh, mtoni rangi yake ni kama hivi likiwa limeshakoma limeiva. Kwa haya hapa yanakuwa rangi nyekundu, japo kuna mengine niona sehemu sio hapa au haya kisasa, unakuta pera lina rangi nyeupe ndani, sasa na limeiva. Ni chemical composition tu, lakini eh, wakati mwingine kwa sisi wengine natushangaza kidogo, ila ya hapa tumezoea inakuwa mekundu. mhm Kanrivo zuri zuri na tamu kweli kweli. Hapo, hmm, hmm, hmm, taelezana kuhusu faida zake za kiafya katika makala ijayo. Hakikisha tu una una subscribe, una like, unatuandikia komenti yako kama unayo. Alafu tunakwenda pamoja hapa hapa kwenye channel yetu ya mambo ya afya ya PDK Generation. Bye bye kwa sasa.